Rais Dk John Magufuli amemtumia salamu za rambirambi waziri mkuu wa Japan Shinzo Abe kufuatia vifo vya watu zaidi ya 40 vilivyosababishwa na tetemeko la ardhi lililoikumba kisiwa cha Kyushu kilichopo kusini magharibi mwa nchi hiyo. Tetemeko hilo limetokea Aprili kumi na nne hadi Aprili kumi na sita na kurudia tena Aprili kui ambapo limesababisha maporomoko makubwa ya udongo yaliyoharibu na kufunika makazi ya watu na miundombinu ya usafirishaji na mawasiliano. Katika salamu hizo zilizopitia kwa balozi wa Japani hapa nchini Masaharu Yoshida, Rais Magufuli ameelezea kushtushwa na idadi kubwa ya watu waliopoteza maisha katika ajali hiyo mbaya. Aidha, Dakta Magufuli amewapa pole wote waliojeruhiwa wakati wa maporomoko ya udongo na amewaombea wapone haraka ili waweze kuungana na wananchi wengine wa Japan katika shughuli za kila siku za ujenzi wa taifa lao.